Martin Kibaja, wengine wananiita Master Ki. Nimejitokeza kuchukua fomu kuwania jimbo la Dodoma mjini. A, kilicho nisukuma kwa sababu cha kwanza mimi ni mwanachama hai wa chama cha Mapinduzi e, lakini pili jimbo la Dodoma mjini kama mnavyojua ni jimbo jipya, baada ya majimbo kugawanywa. Kwa hivyo nikaona ni vema, kwa sababu hakuna E, mgombea basi nijitokeze nikiwa kama kijana na kwa kuwa katiba aa, ya chama chetu cha Mapinduzi inaruhusu e, na pia hata mwenyekiti amehimiza vijana kujitokeza kwa wingi. Kwa hivyo nikaona kama kijana niweze kujitokeza kwa ajili ya kuweza kuwania jimbo hili la Dodoma Mjini. Ah, mimi nimekuwa nime, nime uh, mwalimu kwa uh, kipindi cha miaka zaidi ya kumi tangu mwaka 2009 nimekuwa mwalimu lakini nilitoka baadaye, nikaenda kufanya kazi e, Ofisi ya Rais, Tume ya Utumishi wa Walimu e, na tangu mwaka 2023 na nilihamia Chuo Kikuu cha Dodoma nikiwa afisa mitihani ambapo nimekuwa nikihudumu mpaka wakati huu na kuja kuchukua fomu e. Kwa hivyo kwa wasifu ni hivyo, na nimefanya kazi kwa, kwa, kwa Dodoma kwa muda mrefu. Licha kufanya kazi kwa Dodoma pia e, ni mkazi wa Dodoma e, nikiwa tangu, tangu mdogo. Kwa hivyo nimesukumwa e, kuweza kuja kuchukua fomu na endapo e, basi Chama cha Mapinduzi kitaniteua Uh, kuwa mgombea kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi, basi nitakuwa tayari kuwatumikia uh, wananchi wa Jimbo la Dodoma Mjini, lakini na chama changu cha Mapinduzi. Onesmo Komu ni mkazi wa Dodoma Mjini, naishi Area C. Nimeamua kuchukua fomu ya ubunge kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi Jimbo la Dodoma Mjini kwa sababu uwezo nao wa kufanya hivyo. Mimi ni mfanyabiashara nahusika na mambo ya real estate, uh, hotels pamoja na construction industry, yani ukandarasi. Taaluma yangu, profession yangu, mimi ni gemologist, ni mtaalamu wa madini.